Tutendeka katika majimbo mengine sambamba na yaliyotokea Tumbatu. Mheshimiwa, sisi tumetafautiana kidogo. Siku ya tarehe 25 walibandika majina kwenye kituo cha kupiga kura pale cha siku ya tarehe 28. Kwa bahati tukaibana ile registration yao na tukaipiga picha, tukaitoa, hii hapa naye Mheshimiwa mwenyekiti walitangaza ni watu 1425 tumekwenda kuitoa kila shehia shehia kumi za jimbo zetu tukawapa registration waangalieni hawa watu wapo lilotendeka mheshimiwa watu mia moja na arobaini na mbili tu katika shehia kumi. Hao ndio waliohusika katika maeneo ya shehia kumi wa kupiga kura tarehe ishirini na nane watu elfu moja mia mbili themanini na tatu hawawajui katika maeneo ya shehia hizo. Mheshimiwa pale Jongoe mi mmezaliwa kwa siku nyingi sana zilizopita na nipo sina safari nyingine zaidi ya pa palikuwa wapiga kura tisini na nane katika tisini na nane thalathini na moja hao walistahiki, watu sitini na saba. Hata nimetembea kuko wazee wote wale, hakuna anawajua na mimi siwajua. Kubwa zaidi kama alivyosema mwenzangu aliondoka, nimegaiwa jina pale, mtoto mpiga kura anaitwa Hadia Zuberi Bakari nimewauliza wazee wajiongoe, kuna mtu dhidi yangu aliyoitwa Zuberi Bakari. Kwa miaka zaidi ya mia tatu hakuna mtu aliyoitwa Zuberi Bakari toa mimi na mtoto wa shangazi yangu, lakini hiyo jina yapo, Mheshimiwa kama lilivyoendelea lile zoezi, na wapo hodari sana. Katika watu elfu moja mia nne na ishirini na tano walikosekana watu saba kwa kutoa vurugu kwamba masanduku yashajaa, ndo wasiopiga katika elfu moja mia nne na ishirini na tano. Watu wote walipiga kura. Tumeshukuru sana Mungu, kwamba ile idadi haikuzidi ilipofika saa nane, kwa sababu tulikuwa tunang'ang'ana masanduku yamejaa, zikafungwa vituo tisa, cha kumi kikaendelea kwa sababu ni cha pale, walisema wamesubiri watu kumi na nne hawajajaza. Ilipofika saa kumi kasoro dakika ishirini na tano zilikuja gari mbili za watu hao ambao kumi na nane waliobakia. Gari moja ilikuwa na watu hao wanaotajwa walovishwa mavazi hayo tisini na tano na moja ikaja na mia moja ishirini mungu avyokuwa mkubwa tukasimama kidete alhamdulillahi rabil alamin mungu alitusaidia kura zile katika watu kumi na nane na wale walioletwa wakapiga kura watu kumi na nne nne wasipatikane kwa sababu kila anokuja na kwa sababu tushasema maneno makubwa kila anokuja hakisomi kila anokuja hakisomi kila anokuja hakisomi, kila anokuja, hakisomi. Kwa hiyo vikapelekwa katika maeneo wanayoyajua wao, na kwa bahati mbaya sasa hata zile sil zetu walikataa kutia, lakini walizitia kwa tabu sana kwenye vitu tulivyoti kumi, kwa maeneo ambayo wanataka tukalala siku ya tarehe ishirini na nane. Tukaambiwa vituo hivi tuka kabisa tusivisogelee. Tukaenda mpaka katika maeneo ambayo mawakala wetu wanakaa. Saa nne usiku, mimi nipo Jongoe, nikaenda kituo cha Jongoe kudai limefika sanduku la shehia hii ya Jongoe la wapiga kura, nikaambiwa bado. Nikaenda saa nane usiku, hapo nikaambiwa sanduku tayari limefika. Tukakaa, tukaamka siku ya tarehe 26, mheshimiwa, mweshimiwa, tarehe 29. Sasa tarehe 29 tisa, tarehe tisa yalotendeka maeneo mengine sawa sawa na hayo ni baba mmoja mama mmoja, ni kwamba hetuyashuhudia kwa wakati mmoja, lakini hakuna vituturi ishirini na moja vile kuweko Tumbatu, hakuna sehemu nsiyotembelea nikaona kura zaidi ya moja zinazochana. Nashukuru sana, katika vituturi vya Tumbatu Kichangani, wakati wa kuhesabu kura tulipata nakala na zisizoonekana nakala katika vituturi kasoro vituturi vine, vituturi vile vilioko Tumbatu, lakini Jongoe. Nilipoondoka Tumbatu nikasema sasa nikimbilie Jongoe. Nilipoenda kudai fomu za matokeo sikupewa kata kata. Na nilipomfuata yule mkuu anosimamia aliniambia kwa sababu haya huyu Omo ya aina gani? Kila kura inayohesabiwa ya Omo, ya diwani, ya mwakilishi. Na kubwa zaidi lilowakera, wanasema kura za Mheshimiwa Samia mumeziharibu, kwa hiyo hatutoi fomu. Kwa hiyo mheshimiwa, hatukupata hesabu ya Omo. Umepata kura ngapi, Zuberi? Mimi diwani nimepata kura ngapi? Mwakilishi Dr. Haji kapata kura ngapi? Mheshimiwa mbunge Mtumwa kapata kura ngapi? Na mheshimiwa Tobi kapata kura ngapi? Hatukuzijua. Itakuwa kama Dr. Haji ndo ameenda kuzijua tume. Na nimedai tokea siku ya pili, nimeshindwa kwa kura ngapi? Sikupata sikupata wala nadhani sipata.